Mungu wa mbinguni ashukuriwe aliyetupa kongamano hili. Amen. Na ninawatia moyo tuwe jasiri. Amen. Na tuwe imara. Amen. Tusitikisike. Kongamano kama hili tunapolipanga, njoo kwa moyo wako wote. Amen. Kusanyiko hili naweza nikasema ni kitalu cha kusanyiko la mbinguni tunapokuja hapa watu kutoka sehemu mbalimbali, kama mchungaji alivyokuwa anaongoza hapa, tunaanza kufanya zoezi la kukaa pamoja mbinguni, alafu Mungu anatukusanya warongai wa Udonyowasi, wa Arusha, wa Marangu na hapo ulipotoka, tuanze kufanya mazoezi hapa. Tukishaweza kukaa pamoja, atatuunganisha na makanisa mengine tusiyajua katika ufalme wa mbingu. Unajua, ninaposoma sio mhubiri leo jioni hii, lakini naposoma neno hili, naomba tuliangalie, alafu nimkaribishe atakaye nena neno hili. si unajua Mungu ni mwema? Amen. na ananena sasa, uwezi uwezi, utasemaje sasa? si tunasikia kila mmoja kila mmoja analeta ujumbe wenye maana sana sana, tunaotakiwa tusikilize tu, tu, tu, tu. Wengine anatukumbusha kuna mambo hatutayaelewa lakini tukifika huko. Kwa hiyo kuna mambo mengine ukiniuliza, sina majibu, tutafahamia huko mbele. Hebu tuangalie katika Ufunuo, kitabu cha Ufunuo kuna maneno ambayo hapa, mlango ule wa saba aya maneno yananitia moyo ah, natamani Mungu atusaidie. Ufunuo mlango ule wa saba ukianzia mstari ule wa nne inasema: nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli watu 144,000 hawa ni waliohesabiwa, si ndio eh? hesabu yao inajulikana Akasikia hiyo hesabu waliisikia ya waliotiwa muhuri wa kabila, ya wa kabila ya Waisraeli watu mia. Ukisoma kuanzia mstari wa tano mpaka ule wa nane ni hesabu linalojulikana. Hata sisi wanadamu tu si tunafahamu 144,000, si tunaweza tukaijua? Lakini anasema hivi mstari wa tisa, baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao a, hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za Mwanakondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi cha mwanakondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu wakisema, amani, baraka, utukufu na heshima na shukurani eh, hekima na shukurani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele na milele. Amina. Na sisi tunasema Amina. Watu wa kila taifa, kila lugha, kila jamaa sinaomba Mungu nami niwepo alafu jina liitwe jina, jina kwenye kile kitabu cha uzima. Kuna siku moja nilikuwa nasema hapa nikasema, kitabu sijui ni kikubwa namna gani, mpaka ule ukurasa wa mwisho, wakati unasomwa nisikie ndio ninamalizia jina langu alafu ndio kitabu kifungwe. Unajua tungekuwa na miili hii, unazimia kwanza alafu wanakuamsha ni furaha isiyoneneka jamani. Uh, mchungaji makundi alisema jaribu kuunda hiyo taswira ya mbinguni, na mimi nasema hapa hapa, kuna wanajeshi wanapohitimu mafunzo yao ya jeshi, kunafanyika sherehe kubwa ya kuwatuza. Rais anakuja kuwavika, si ndio? Anapotajwa jina lake, anapokuja hapo, nafikiri magoti anakuwa na nguvu sawasawa? Hapana, jina linatajwa kwamba katika maelfu huyu anatunikiwa na rais heshima hii ni ndogo sana, inayobatilika ile ya milele mbinguni. Mungu atusaidie tusikose, na haya ndio maandalizi. Nasemaje? Ndio maandalizi si Mungu atusaidie, siku hiyo wewe uwakilishe jamaa yako, uwakilishe taifa lako, uwakilishe lugha, wewe lugha ya mama, sio ya kwangu, sio ya Alexi sio ya Mbumi, sio ya Samhenda. Na nikiwaita hapa nikiwaambia hebu imbeni wimbo mmoja wa lugha ya mama, ndio tumechafua hapa, hatutaelewana. Sasa hizo zitakusanyika mbele za Mungu na Mungu anatuandaa sasa. Ukiona kuna shida chokochoko, hiyo ni ile gari ya kwenda jehanamu. Ya kwenda mbinguni ni wale tunatamani. Siku moja kwenye mkutano mkuu huu ukiufikiria ni mkutano ambao hapana mtu awezae. Ina maana anayeweza kuhesabu ni Mungu pekee. Mungu ahesabu, na jina langu, ahesabu na jina lako.